Mshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imemalizika salama. Umepata sare uh, kwa mara nyingine tena, haikuwa kwenye mipango yetu. Ni sehemu ya mchezo, matokeo matatu: kushinda, kufungwa na kwenda sare. Vijana wamepambana kadri ya uwezo wao, kama ambavyo waliokopo uwanjani wameshuhudia na wameona. Lakini kwa masikitiko eh, makubwa kabisa, Malindi Sports Club eh, tuna hatujaridhishwa, hatujafurahishwa na mwenendo wa mwamuzi Kwetu tunaamini kwamba ameshindwa kutafsiri sheria kumi na saba za mpira wa miguu. Kuna matukio kadhaa ambayo yangeweza kutupatia alama tatu kwenye mechi ya leo, ameweza kutunyonga kwenye lugha ya kawaida kabisa. Hatuwezi kusema kwamba alikuja kimkakati, hatuwezi kusema aliagizwa, hatuwezi kusema ametumwa, lakini tunasema mwamuzi leo hii wakati ametuharibia mchezo, si kwenye uh, ladha ya mpira ambao Malindi tumetaka kuuleta ligi ya ushindani tulitamani pia kuona kwenye waamuzi na wao wakiongeza uweledi kwenye namna ya kutafsiri sheria kumi na saba za mpira miguu, lakini all to all, kie tume, tume tume tume tumesamehe. kwa kati huo acha tuone kwa watu nyingine itasemaje, lakini watakavyotaka wabane hapa uwanjani wavunje wa nazi nje. Malindi hii ni bingwa, maana walianza toka asubuhi kuvunja nazi na matokeo yamekuja nayo, lakini tuambiwa na Malindi tutane kwenye dabi inokuja. Bado ari moral ni ile ile, Malindi ni bingwa, hatukati tamaa.